Tukaribishe katika kipindi chetu cha magazetini leo asubuhi, kipindi ambacho kinakupa wasaa wa kufahamu zile habari zote kubwa ambazo zimeweza kuangaziwa katika magazeti mbalimbali ya hapa nchini Tanzania kwa siku ya leo. Moja kwa moja nikiangazia katika gazeti hili la Mwanaspoti katika ukurasa huu wa mbele, habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito ikisema kwamba Yanga hii semeni nyie, yaanza ligi kuu kibabe, tachi za pakome hatari, aziziki mpya hapa. Pia anaonekana matokeo ya mchezo ule wa Yanga Africans dhidi ya KMC siku ya jana, ambapo timu ya Yanga Africans iliweza kuibuka na ushindi wa magoli matano kwa bila. Kwa habari nyingine, katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwanaspoti ikisema kwa kwamba Robertinho kufia kwa kufyeka watatu kiri akiri ana deni awashukuru mashabiki. Kwa habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwanaspoti ikisema kwamba mashujaa wa mkuna baresi striker na mungo apiga hesabu kali zote, habari ambazo zinapatikana pia katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwanaspoti, na habari ambazo pia zinatuhitimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwanaspoti kwa siku ya leo. Ipatie nakala yako ya gazeti hili ili uweze kupata habari hizi kwa undani zaidi na nikiangazia katika gazeti hili la Mwananchi, habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito katika ukurasa huu wa mbele ikisema kwamba uchaguzi KKKT kivumbi mrithi wa askof show ni mvutano mkali, huku baadhi wakitaja kuwa na sifa kumrithi kambi za undwa, Dr. show awaonya wajumbe dhidi ya ushawishi wa fedha 45 wahamishia makazi ya ofisi ya mkuu wa mkoa, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa tano, huku habari nyingine ikisema kwamba fumbo dola za mauzo ya nje kutaonekana habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa kumi na tatu. Kwa habari nyingine ambayo pia inapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi ikisema kwamba wengi huweka akiba ya matumizi, si uwekezaji, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kwa habari nyingine ambayo inaitimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi ikisema kwamba ESD, matokeo ya uchaguzi wa rais yapingwe mahakamani, habari ambayo itakuwa ikiendelea k saa tano wa gazeti hili la Mwananchi, na nikiangazia katika gazeti hili la Nipashe ukurasa huu wa mbele, habari kubwa ambayo imeweza kufa uzito ikisema kwamba vyama vya siasa vyatoa msimamo, Marekani Uswizi tunakubaliana na kinachoendelea demokrasia ya Tanzania, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa pili. India yalipuka shangwe, chombo kutua mwezini, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa pili. Kwa habari nyingine ikisema kwamba mashahidi wawili wakuamisha kesi mauaji ya dada ya milioni ya Msuya habari ambayo mba itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa tano. Huku habari nyingine ikisema kwamba madini ya bilioni 9.2 yaliyoibwa yanaswa, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa ukura wa kwanza. Huku habari nyingine ambayo pia inatuhitimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Nipashe ikisema kwamba ripoti ya CAG kasoro tatu kuu zinazodumaza sekta ya elimu zaibuliwa, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Nipashe. Na nikiangazia katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Nipashe, habari kubwa ikisema kwamba Yanga yakamilisha mawindo ya Asas FC Gamondi ya yaitumia KMC kuwapa mbinu mpya mastrika wake habari nyingine ikisema kwamba Robertinho sina kikosi cha kwanza habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili kwa habari nyingine ambayo inatitimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la nipashe michezo ikisema kwamba Guardiola afanyiwa upasuaji wa mgongo na nikiangazia katika gazeti hili la gwiji la habari Tanzania habari leo habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito ikisema kwamba Dkt. Mwinyi asifu kwa demokrasia ajivunia maboresho ya uchaguzi siasa za kistaarabu sajili yasema matatizo si katiba tu, ataja mambo manne. Kwa habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la habari leo ikisema kwamba watoto wafa kwa kukosa hewa kwenye gari, habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa saba. Kwa habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili kwa ikisema kwamba serikali yaimarisha mikoa 11 kukabili dharura ya afya, habari ambayo pia itakuwa ikipatikana katika ukurasa huo wa 13. Kwa habari nyingine ikisema kwamba Lipumba tumekubaliana siasa za kujenga hoja habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa pili kwa habari nyingine ikisema kwamba Samia apongeza msimamo umoja usalama, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa nne kwa nyingine, opie, huu, habari nyingine ambayo pia inatitimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la habari leo ikisema kwamba ICB kukopesha bilioni nane huduma za maji habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa huo wa tatu wa gazeti hili la gwiji la habari Tanzania, habari leo. Na nikiangazia katika ukurasa huu wa habari leo michezo, habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito katika ukurasa huu wa mbele ikisema kwamba Yanga yaanza na mauaji. Kwa habari nyingine ikisema kwamba Simba yakubali yaishe. Habari nyingine katika ukurasa huu wa michezo ikisema kwamba Minziro nidhamu imeibeba Prisons, huku habari nyingine ambayo inatuitimishia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la habari leo ikisema kwamba Diamond Zuchu watajiwa tuzo za tres, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa 21 wa gazeti hili la habari leo, na nikiangazia katika gazeti hili la majira habari kubwa ikisema kwamba Marekani yashauri kuhusu demokrasia, balozi ataka izingatie mazingira ya Tanzania, asisitiza sio lazima ifanane kwa kila nchi, asema Tanzania inapiga hatua nzuri, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa 4. Rais Mwinyi atoa ahadi ya matumaini, mkutano TCD, habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa 4. Huko habari nyingine ikisema kwamba juhudi za Rais Samia za uleta mkutano AGRF, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa 4. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Majira ikisema kwamba Zito atamani miswada miwili itue bungeni, habari ambayo pia itapatikana katika ukurasa wa nne wa gazeti hili huku habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa 17 ikisema kwamba serikali yaimarisha kukabili matukio dharura, huku habari nyingine ikisema kwamba aliyechanganya udongo wa muungano azikwa Zanzibar, habari ambayo itakuwa itaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili huku habari nyingine ikisema kwamba Niger yasimamishwa shughuli za Africa Union kwa habari nyingine ambayo inatimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Majira ikisema kwamba mfumo wa ramani ya utambuzi kutatua changamoto upatikanaji taarifa, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa tano wa gazeti hili la Majira. Na nikiangazia katika ukurasa huu wa michezo na burudani katika gazeti hili la Majira, habari kubwa kabisa ikisema kwamba Yanga waanza kwa kishindo ligi kuu Tanzania Bara, watuma salamu kwa wengine, waipiga KMC 5g. Kwa habari nyingine ambayo inatutumishia ukurasa huu wa michezo na burudani katika gazeti hili la Majira ikisema kwamba simba huwaambii kitu na Robertinho habari ambayo itakuwa ikiendelea kwa kina katika ukurasa huu wa michezo na nikiangazia katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la uhuru kwa siku ya leo Agosti 24 ya mwaka 2023 habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito katika ukurasa huu ikisema kwamba kishindo cha benki ya dunia yaahidi kutoa zaidi ya bilioni 352 zilizoombwa kufanikisha bb habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa pili habari nyingine ikisema kwamba Dr. Mwinyi aahidi demokrasia nchini, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa saba. Kwa habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Uhuru ikisema kwamba Macha ataka umakini katiba mpya, habari ambayo itakuwa ikiendelea pia katika ukurasa wa saba. Kwa habari nyingine ikisema kwamba Mjema awafunda viongozi CCM da habari ambayo itakuwa ikiendelea habari nyingine ambayo inapatikana pia katika ukurasa wa tatu kusema kwamba TAKUKURU kwa ya piga stop nondo feki, habari ambayo pia itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa tatu huku habari nyingine ikisema kwamba balozi wa Marekani si lazima demokrasia ifanane kila nchi, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa saba huku habari nyingine ambayo inatitimishia ukurasa huu wa mbele katika gazeti hili la Uhuru ikisema kwamba SMZ yaahidi kasi zaidi huduma ya maji safi, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili na moja kwa moja nikiangazia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Uhuru ukweli daima, habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito ikisema kwamba lomalisa amfuata mayele, kwa habari nyingine ikisema kwamba sholomwamba arudi darasani, kwa habari nyingine ikiendelea ikisema kwamba ni kisasi Azam FC bahir, kwa habari nyingine ambayo pia inatuhitimishia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Uhuru ikisema kwamba mount uikosa Arsenal, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa 16 na nikiangazia katika gazeti hili la Wamachinga habari kubwa katika ukurasa huu wa mbele ikisema kwamba wasomi wa mpatano, Rais Samia waeleza namna anavyoendelea kuongeza ushirikiano na mataifa yaliyoendelea, wataja sekta viwanda, kilimo, nishati, madini, uvuvi na utalii zinakwenda kuchochea ukuaji wa uchumi, habari ambayo itakuwa ikiendelea kwa kina katika ukurasa wa pili kwa habari nyingine ikisema kwamba taa yapongezwa kwa kushika nafasi ya nne Afrika kwa ubora usalama na usafiri wa anga. Kwa habari nyingine ikisema kwamba Balozi Marekani, demokrasia inabidi iangalie mazingira ya nchi, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa nne. Kwa habari nyingine ambayo inatuitimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Maching ikisema kwamba Mhandisi Masawe aahidi kusimamia imara ujenzi wa barabara ya Arusha Kibaha Kongwa, habari ambayo itakuwa ikiendelea kwa kina katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Wamachinga na nikiangazia katika ukurasa huu wa spoti katika gazeti hili la Wamachinga, habari kubwa kabisa ambayo imeweza kupewa uzito ikisema kwamba Yanga Sports Club yaanza ligi kwa kishindo yaichapa KMC magoli matano kwa bila. Kwa habari nyingine ikisema kwamba atuma salamu Yanga, awaambia amejipanga kufunga mabao. Kwa habari nyingine ambayo inatuhitimishia ukurasa huu wa spoti katika gazeti hili la Wamachinga ikisema kwamba ACP yashangazwa na TFF kukataza mchezaji kuingia mkataba binafsi na mshindani wa ligi habari ambayo pia inatuhitimishia gazeti hili la Wamachinga kwa siku ya leo Agosti 24 ya mwaka 2023. Na, na nikiangazia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la jamvi la habari, habari kubwa ambayo imeweza kutoa uzito ikisema kwamba onyo kali, waziri Masauni azipa onyo kali NGO zinazowasimamia wananchi waliohama kwa hiari wanaotaka kuondoka kurudi Ngorongoro, amwagiza katibu mkuu wizara ya mambo ya ndani azifuatilia NGO zote zinazofanya hayo, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa 4 habari nyingine ikisema kwamba Tanzania Kuba kuimarisha uhusiano, habari ambayo pia itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa nne. Habari nyingine ambayo inatutumisha ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la jamvi la habari ikisema kwamba balozi wa Marekani nchini Tanzania awananga wapinzani, habari ambayo itakuwa ikiendelea kwa kina katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Na nikiangazia katika ukurasa huu wa spoti katika gazeti hili la jamvi la habari, habari kubwa iliyoweza kua uzito katika ukurasa huu wa mbele ikisema kwamba Yanga yaanza ligi kuu kwa kishindo yaikanda KMC 5 kwa bila bila huruma Azam Complex Chamazi huko. Habari nyingine ikisema kwamba kocha na mungo ashusha presha mashabiki, kwa habari nyingine ikisema kwamba Mandonga kutoka kupiga debe hadi ubondia habari ambayo itakuwa ikiendelea kwa kina katika gazeti hili la jamvi la habari huko. Habari nyingine ambayo inatitimishia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la jamvi la habari ikisema kwamba Banaboi na Wizkidiayo wa wafalme Afrika habari ambayo itakuwa ikiendelea kwa kina katika ukurasa ule wa 15 habari ambayo pia inatuitimishia kipindi chetu cha magazetini kwa siku ya leo Agosti 24, ya mwaka 2023 ni kukumbusha kama bado hujasubscribe, ni kukumbusha kufanya hivyo ili uweze kuendelea kwa kwanza kupata video zetu.